tambua itifaki ya viongozi wote walioweza kushiriki pamoja nasi kuanzia asubuhi kwenye mapokezi yangu kwenye ofisi za chama mkoa wa Arusha mpaka hivi sasa kwenye ukumbi huu wa hoteli yetu ya Mount Meru, tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa vijana mkoa wa, huu wa Arusha, ndugu yangu Simon, lakini mwenyekiti wetu wa Senate mkoa wetu wa Arusha shukuru sana katibu wetu wa idara hii husika vyuo na vyuo vikuu. Na niseme tu, ndugu vijana wenzangu, sisi tunapenda kutumia majukwaa kama haya kuwaruhusu na waseme, ili kwao iwe ni sehemu ya kujifunza. Tunaposema UVCCM ni tanuru la kuoka viongozi wa leo na kesho, jinsi ambavyo tunawaoka ni pamoja na kuwapa hapa nafasi lakini nimefurahi sana kuwaona umahiri wa vijana wa Arusha kuanzia kwa makatibu wangu wa wilaya wenye viti. Nimefurahi sana mna uwezo mkubwa sana wa kujielezea wa wenye viti wangu wa wilaya, na hii ndio tofauti ya kwetu sisi na vyama vingine. Hatuokotiokoti tu vijana barabarani, tunawaleta humu ndani, tunawaoka, tunawafundafunda, tunawafinyanga, na wakitoka hapa ni viongozi bora wenye utayari wa kuongoza nchi yetu. Ndio maana tunasema viongozi bora katika nyakati zote watatoka Chama cha Mapinduzi peke yake.